Watu wengi sana wanachambua magoli pasina kuangalia kona. Katika siku ya leo nakuletea ligi ambazo zinatoa kona nyingi na ligi hizo nitaanza kukuelezea kuanzia uh, ligi namba kumi hadi namba moja, ili mradi uweze kuzifahamu hizo uh, ligi. Twende kwa pamoja tuweze kuziangalia uh, hizo ligi. Kwanza nitaanza uh, na ligi namba kumi. Ligi namba kumi wana ni kule ambako wanacheza hawa wanaoitwa uh, Leicester City. Eh, hii itakuwa ni ligi namba kumi. Hii tunafahamu eh, hii ni championship. Championship England, championship ama EPL. Ni ligi ambalo pia linatoa kona linatoa kona kuanzia eh, nane hadi kona kumi na tano. Hii ligi inawezekana mkubwa kutoa nili hapa championship. Kwa hiyo unapofanya uchambuzi angalia vizuri hii eh, ligi ya championship inaweza ikakuletea matunda ya kona na ligi namba mbili. uh, usije ukadharau uh, udogo wa ligi ukazania kwamba uh, wenda itakuwa haitoi uh, kona. Ligi hili ni ligi ambalo linatoa sana kona E, ni huku J2 wa Japan ligi 2. Hili ni ligi ambayo linatoa kona e, unaweza e, ukawekea kama nyota kama hivi e, uweze kuona na asilimia kubwa hawa wana tabia ya kushambuliana kipindi cha mwisho. Ni jambo ambalo linapelekea kutoa kona nyingi sana kipindi cha mwisho. Hili ni ligi namba mbili kwa kupiga kona. Na ligi namba nane ni super ligi kule e, wanaita uh, Switzerland. Uswizi. Hili ni ligi ambalo pia linatoa kona na mara nyingi huwa uh, wanaanza kushambuliana pindi pale filimbi ya kwanza itapokuwa imepigwa e, kwa hiyo pale wanaanza kushambuliana mpaka mpira unaisha. Ni ligi ambalo e, linatoa kona. Kwa hiyo e, katika uchambuzi wako ziangalia hizi ligi. Naona naanisha kutwaga uh, strategy hata za kona kwamba unapokuona unapotafuta no, goli, unapotafuta goli lazima uangalie ligi zenye sifa ya kutoa magoli ndipo ufanyie uchambuzi wa magoli. Huwezi kuchukua ligi ambazo hazitoi magoli ukaenda kuziushisha na magoli utakuwa unakosea na utakuwa e, ni mtu wa kufeli mara kwa mara. Twende katika ligi uh, namba saba. Ligi namba saba bwana ni ile ya la Eliteserien ni huku Norway ni ligi ambalo linatoa kona, yani e, sio vitu ambavyo uh, vimefichwa sana. Ukianza kulifuatilia hii ligi kwenye mfumo wa kona, utakuja kugundua ni ligi ambazo ni ligi ambalo linapiga sana kona. Cha msingi ni kuangalia e, ni mechi gani ambazo zina uwezekano mkubwa wa kutoa kona, hususa hizi e, blandi kubwa kama zilivyo ilivyo mode e, ilivyo bodo e, tunaweza tukasema kitu kama hicho e, ni ligi ambazo ni ligi ambayo inatoa eh, kona nyingi sana. Ligi namba sita ni kule Sweden ili hapa. Na hizi mechi nyingi uh, tunaweza tukaona ni bado hazianza sasa hivi. Hao waga wanasubiri, sisi tunamaliza huku, tunamaliza maliza, hao ndo wanaanzaga bodo huku Sweden kule eh, Sweden huku kule kwa kina Norway. Hili ni ligi ambalo pia nalo linatoa kona asilimia kubwa, mechi zake nyingi eh, huwa zinatoa kona. Kwa hiyo ukiuliza, basi nitakujibu Sweden eh, ligi namba sita kwa kutoa Eh, magoli mengi lakini pia ligi kuanzia namba tatu mpaka namba moja eh, utashangaa sana eh, hizo ligi kwa nini zitoe kona? ah, tutaenda kuangalia ligi namba tano. Ligi namba tano bwana, ni hili ligi la kule Netherland. Hili ni ligi ambayo pia linatoa sana kona eh, linatoa sana kona. Mm, hii ni jongo. Okay, ngoja turudi, ni hili hapa la bakule nilionyesha wale kina jongo PSV hawa wakubwa hawa wakina fenu fi... <laughs> kwa sababu fenudi hapa nimeona amepigika hapa. e, fenudi naona kama amepigika hapa eh, itakuwa amepigika hii. Kwa hiyo hili ni ligi namba uh, namba tano ambalo linatoa kona nyingi sana e, unapochambua ligi zenye kona nyingi e, uh, basi hili ni ligi namba tano. Wao, wao, wao, wao, hili ni ligi namba nne kwa kupiga kona. Awa bwana waga wanaanziaga kona aa, tisa na kuendelea, tisa na kuendelea. Waga wanatoa cha msingi kabla hujafanya e, uchambuzi wowote. Mm, angalia ni ligi gani ambazo zinakupa ofa ya kona ndipo ufanye uchambuzi. Twende katika ligi ya, ya tatu. Ligi ya tatu tunazungumzia Legia Wazawa. Legia wazawa tunaposema ne, Legia wazawa bwana ni Poland, Legia wazawa Eh, kule Poland bwana Poland eh, imeshika nafasi ya tatu kwa, kwa takwimu ambayo niliyoitoa mimi kwamba wanapiga kona nyingi sana eh, hao wanaanziaga kona kumi na kuendelea eh, hili ni ligi la tatu itashangaza sana eh, hizi ligi, lakini nadhani umeelewa hapo eh, ni hapa Poland, wanahitaji siyo ile ligi, hawa wanapiga sana eh, kona. Ligi jingine ambalo ni ligi eh, nafasi ya nne eh, ligi nafasi ya nne si nafasi, nafasi ya pili itakushangaza sana eh, ni kule kwa kina Varul Varul Constanta, mm, Varul Constanta awa bawa ni kule Iceland, hili ni ligi ambalo linapiga sana kona, huwezi amini, ni ligi ambalo linapiga sana kona. Namba moja itaenda kukushangaza sasa eh, itaenda kushangaza. Nashangaa wifi iko vizuri kujua, lakini nazunguka hii application ila hapo uliomuona hilo ubi hawa wana waga wanatuaga sana kona. Na ligi namba moja, nadhani watu wengi wananifuatilia kwenye magrupu ya WhatsApp, wanafahamu ligi namba moja ni ligi gani? Ni Australia. Hili ndio ligi namba moja, na uthibitisho nadhani utaweza kuona hapo chini ukapiga kona kumi na mbili ukapiga nane. Hili ni ligi ambalo nimeliweka namba moja, namba moja kwa kupiga kona. Awa jamaa kwenye kona awa jambo, yaani wewe ukiona ligi yao, wewe weka kona, tukiangalia, ukiona mechi tu dakika kumi ya mwisho napigapiga kona, weka takmishoisho unapiga kona weka. Kuna ndugu yangu mmoja leo asubuhi uh, na mapema sana uh, kaniambia ameweka uh, mechi fulani vya kona na imetoa, amekula hela. Umeona. Kwa hiyo ni ligi ambayo inatoa sana kona. Hii ni ligi namba moja uh, tunaita A ligi, kwa sababu ni Australia uh, tunaita A ligi. Awa, wapokina, Adelaide, awa, wakina, Melbourne Victor, awa, I say kwa kupiga kona wa jambo, aw, jambo, na kuambia wa jambo sana uh, Uh, huu ni uchambuzi wa kona uh, lakini E, haimaanishi kwamba ni uhakika asilimia zote, na ndio maana kusisitizia, e, kila mechi ambayo natakiwa uiweke basi hakikisha unaichambua e, ukishapata majibu ile option ambayo kwa kweli inakupendeza na natumai, na uta comment hapo kama kuna ligi yoyote ambayo imekushangaza na umeshangaa ipo katika takwimu hii ambayo imekufurahisha, lakini pia kama umependa uh, video hii au kama umependa uh, mauzo haya, na kusii kwamba ucomment hapo chini, lakini pia unaweza ukalike hapo Ina maana unapo like, basi au unapo comment, na kuwa na imani kabisa kwamba, e, hichi kitu nilichokituma e, kipo vizuri. Kwa hiyo nitatengeneza kitu kingine kizuri zaidi ambacho cha kukunufaisha wewe endapo kama utaendelea kufuatilia e, channel hii ya Mshiko Bet. Nikusihi usiache kusubscribe hapo chini ya video na kugusa alama ya button, ili mradi nitapotoa video bora na mzuri ziweze kubadilisha maisha yako e, siku zote asanteni sana.